Peter wa JKT anukia Simba Sport Club, viongozi wa mnyemelea kimya kimya, ambapo katika taarifa ambayo imeweza kutoka kwenye vyanzo vya ndani kabisa vinadai kwamba uongozi wa klabu ya Simba Sport Club umeulizia namna ya upatikanaji wa mshambuliaji wa klabu ya JKT Tanzania Paulo Peter Kasunda ambapo Peter alijiunga na klabu ya JKT Tanzania kwa mkataba wa miaka miwili akiwa mchezaji huru akitokea Dodoma Jiji. Uongozi wa klabu ya Simba umeona madhaifu kwenye safu yao ya washambuliaji, hivyo wanaanza maboresho mapema. Hivyo wanatamani kuona kama wangeweza kupata huduma ya mchezaji huyo kwenye dirisha dogo ambalo litakuwa ni mwezi Disemba mwaka huu, ambapo wameweza kuulizia baada ya kuona mapungufu makubwa ambayo yanafanywa na wale viungo washambuliaji wa klabu hiyo, ambapo wengi wamedai kwamba washambuliaji wa klabu ya Simba Sport Club wanafanya makosa mengi sana wanapokuwa kwenye eneo la mpinzani haya wanashindwa kuwa na madhara yoyote wanapokuwa eneo la 18 la timu pinzani, hivyo na kuona kwamba mchezaji huyo huyu e, Paulo Peter Kasunda anaweza kuwa ni mbadala mzuri zaidi, huku wengi wakidai kwamba huenda wachezaji wengi wa klabu ya Simba Sport Club mioyo yao haipo kwenda kwa klabu ya Simba Sport Club, hivyo wengi wanatamani kuchezea eza timu nyingine, wengi wakihusishwa enda kuna kwa klabu ya Yanga huku ikielezwa kwamba wachezaji yao wanatamani kuona timu yao ikiwa inacheza, lakini mioyo yao ipo kwenye timu nyinginezo ambazo zilishawahi kuwapa ahadi huko nyuma. Ikumbuka kwamba klabu ya Simba Sport Club sio mara ya kwanza kuweza kuchukua wachezaji wa klabu ya JKT Tanzania au kuulizia, kwa kuwa kwa dirisha kubwa ambalo limefanyika 2025 basi waliweza kuchukua wachezaji wa wawili ambapo waliweza kumchukua Suleman Yakubu e, ambapo huyo ni, e, ni golikipa au mlinda lango, lakini wakamchukua Wilson Nangu ambaye wote hao wametokea JKT Tanzania na sasa wanakiwasha kunako klabu ya Simba Sport Club. Lakini Simba hawajalizika kuibomoa klabu ya JKT Tanzania. Sasa wameona, wameulizia kama kuna uwezekano wa kupata huduma e, ya Paulo Peter Kasunda ili aweze kwenda kuziba nafasi au kuziba yale mapengo na mapungufu ambayo wanayafanya viungo washambuliaji wa klabu hiyo.